Habari hey, gani mm. E, mimi naitwa Gidi naitwa eh? Yeah. na, na kupiga kutoka Radio Jambo, si unajua Radio Jambo yeah. E, nakupiga kutoka Radio Jambo. Sasa Masi, kuna jamaa hapa ametutumia SMS hapa Radio Jambo anatuambia ah, kuna vile mlikosana mwaka jana na alikuwa ah, anataka kujua msimamo wako ni gani kama mnaweza rudiana huyu jamaa anaitwa Brian. Huyu alitorosha mtoto na ametuambia kwanza, e, kwa alichukua mtoto akatoroka naye. Huyu anaitwa Brian Simiyu, unamjua eh? Hebu tuambie, kwa sababu huenda labda ametudanganya. Ni ukweli alitorosha mtoto hadi wale ujaona mtoto wako mwezi wa kumi mwaka jana <coughs> na hujafuatilia kuweza kujua hali ya mtoto mm. <coughs> na mlikosania nini nini ilifanya mkatengana? ye yeah, ametuambia yeah, eti alikuwa na shuku una mahusiano na na bosi wenyu, huyo bosi wenyu hapo Nyamira. Eh, Tiko anasema bosi wewe, oh, bosi wenye unijia alianza kukunulia manguo eh, na kukupatia zawadi hapa na pale, mara sijui una smile smile na yeye <laughs> <laughs> si tuna kupatia uhondo. Basi mimi ndio nimeambiwa eh, hmm? Eh, mimi nakwambia, mimi ndio nimeambiwa <laughs> kwa hivyo tuambie kama ni ukweli ama si ukweli eh? E, mm. Aukona, aukona na mahusiano na huyo bose na nini lifanya mkakosana basi? mm. Oh, ni nomad e, kwa... oh, mna mama kwa sababu amesema mlipatana Narok tena mkaenda Nyamira na anatoka Bungoma. In one month. One year. In one year. Eh. <coughs> Eh. Eh. <coughs> Amekufanya tourist.